Jumla ya e bilioni 4.3 zimeletwa na serikali katika halmashauri ya Mbinga mji kwa ajili ya kuleta maji safi na salama katika kata nane ya halmashauri ya Mbinga mji. Hawa yamesema na mkuu wa wilaya ya Mbinga Kisare Makoli wakati akizungumza na wananchi wa kata Matarawe katika ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika wilaya ya Mbinga ambapo katika shule sekondari Philipo Mpango iliyopo katika kata Matarawe amekagua maendeleo ya ujenzi wa nyumba ya kukaa walimu, amesema tayari utiliaji wa saini umeshafanyika ili kazi ianze ambao tumekuja kuangalia leo wa ujenzi wa nyumba ya walimu two in one, walimu wawili tumeingia hapo, tumeona eh, nyumba nzuri ya kisasa kabisa. Na ni upongeze pia uongozi wa shule hii. Huyu mkuu wa shule huyu ukimwona, unaweza uknanii ukamwangalia uka, uka, uka angalia hivi, lakini ana mambo makubwa hiyo nachosema ni kwamba huyu mkuu wetu wa shule kwa kweli ni mkuu wa shule ambaye nilikuwa nasema, hata ametusomea taarifa yake pale ndani na ukiona hata jinsi taarifa ilivyoandaliwa unaona kwamba ni mtu organized. Yani, ni mtu ambaye ana utaratibu eh. Wanasema siku hizi bwana kwamba usisubiri kwamba mpaka mtu siku ile tunamwaga au anaagwa ndio tunaanza kusema maneno mengi, alikuwa alikuwa asikii, sio kwa sababu eh, sasa tunamsema tunamsifia pale lakini yeye amelala. Sisi ndio tunasikia na sisi tunayosikia hatukufanya. Kwa hiyo ndio wanasema kwamba mtu maua yake. Yeah. Eh, kwa hiyo mkuu wa shule ongera sana bwana. <coughs> <coughs> <coughs> Lakini nilichokuwa nasema ndugu zangu, nilichokuwa nasema cha msingi ni kwamba Mheshimiwa Rais aliahidi na amefanya, kwamba alisema alivyokuwa anahutubia bunge kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu amsaidie kulinda rasilimali za nchi hii, lakini tu sio kulinda rasilimali ili azitumie sasa kupeleka huduma karibu na wananchi. Mradi huu ni mmoja wapo. Hata ujenzi wa shule nyinyi mnafahamu ni fedha ambazo tumeletewa na serikali na kuna maeneo mengi ambako tunaletea fedha. Kuna bilioni 4.3 kwenye almashauri ya Mbinga mji kwa ajili ya kupeleka maji safi na salama kwenye kata 8 ambazo na zilikuwa na changamoto ya maji. Ikiwemo eh, na ule mradi tayari sisi tumeshuhudia hata mwenyekiti wa almashauri alikuepo, eh mwakilishi hata hivyo amesema kiwango cha upatikanaji wa maji katika kata Matalawe hakitoshelezi ukilinganisha na kiwango cha wakazi waliopo katika kata Matalawe. Kama mnavyofahamu hata hapa kwenye kata yetu ya, ya, ya Matalawe kiwango cha maji tunachopata hakitoshelezi mahitaji ya wakazi waliopo kwenye kata, lakini pia kwenye kata zingine. Matalawe ni kati ya kata nane ambazo mradi huu wa bilioni nne. Sio mradi ambao kwamba unategemea kuja, tayari fedha zimesha kuja na mradi mkandarasi amesha asaini mkataba mradi unaanza kutekelezwa. Kuna milioni mia tisa pale hospitali yetu ya Mbuyula, sio eh? kukarabati uongozi wa halmashauri chini ya huyu bwana mnayemwona eh? huyu na mbunge wetu ambaye amekuwa akisema fedha hizi zinakuja, lakini zinapofika hapa usimamizi, of course, Mheshimiwa mbunge pia ni mjumbe wa, wa, wa baraza eh? lakini hawa hawa viongozi hawa wakafanya maamuzi. Sisi hapa tunasema Mbinga mbinguni sio? Sasa atresi, tukasema mbinguni tu, lakini mambo yetu valuvalu, lazima tufanye mambo yanayofanana. Hivyo fedha zimekuja, shilingi milioni mia tisa, ilikuwa kwamba tukarabati majengo eh? OPD, jengo la mama na mtoto, lakini na, na, na, na, na maabara eh? wao wakafanya maamuzi sio ya kujenga majengo mapya mazuri na mnayaona, yako pale majengo matatu, hawa myaoni yeah? Eh, badala ya kuendelea kujibana bana kwenye yale majengo madogo madogo yale ambayo yapo tunarakarabati, yako mambo majengo matatu mazuri mapya yamenyanyuka pale, na mifano hiyo iko yu mingi, mnafahamu, tumeletewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya eh, Bethlehemu mojawapo, ingaji sio kata hii lakini ni halmashauri hiyo. Nachojaribu kusema ni kwamba ile ka kauli aliyozungumza mheshimiwa rais kwamba ataleta fedha atapeleka fedha kwa ajili ya kusogeza huduma karibu na wananchi. Aidha amempongeza mwenyekiti wa halmashauri ya Mbinga mji Kevin Mapunda, kwa kusimamia halmashauri vizuri. Na ndio maana nampongeza sana e, mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Kevin na yeye kwa kusimamia halmashauri vizuri e, ili miradi hiyo ya fedha tunazoletewa ziweze kutekelezeka lakini pia na Mheshimiwa Mbunda e, Mheshimiwa Mbunda kwa jinsi ambavyo anatusemea e. Nikiripoti kutoka kata ya Matalawe, mimi ni granikapinga Jongo Media TV.